Wasimamizi wa vituo vya kupigia kura na wasimamizi wasaidizi wa vituo vya kupigia kura pamoja na makarani waongozaji wa vituo vya kupigia kura walioitwa kwenye usaili katika jimbo la Mpwapwa. Usaili huu utafanyika siku ya tarehe 13 mwezi wa 10 2025, katika ukumbi wa shule ya sekondari Mpwapwa kuanzia saa mbili asubuhi wasimamizi wa vituo vya kupigia kura na wasimamizi wasaidizi wa vituo vya kupigia kura. Majina ya wasimamizi wa vituo na wasimamizi wa saidizi kata ya Mpwapwa mjini ni kama jinsi yanavyoonekana katika PDF hii. Kwa hiyo unachotakiwa kufanya wewe ni kupata PDF hii ili uweze kuona jina lako kama umeweza kuitwa katika usaili huu, na hakikisha unazingatia muda, tarehe, pamoja na mahali ambapo usaili utafanyika. Lakini pia hakikisha unafika ukiwa na kalamu yako, pia uwe na kitambulisho chochote kati ya kura, pasipoti ya kusafiria, kitambulisho cha taifa au barua ya utambulisho kutoka serikali za mitaa. Makarani waongozaji wapiga kura. Majina ya makarani wa vituo vya kupiga kura Mpwapwa mjini ni kama jinsi yanavyoonekana pia katika video hii.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 Zingatia muda na mahali ambapo usaili utafanyika na tarehe ambayo usaili huu utaweza kufanyika. Hii ni ya Mpwapwa Mjini. Jina langu ni Feaboy, asanteni na karibuni sana.